Ndani ya jiji la Roma, Italia, kuna jengo takatifu lenye mafumbo mengi linalokwenda kwa jina la Saint Peter Basilica au kanisa kuu la mtakatifu Petro. Lakini nyuma ya uzuri huu kuna siri nzito: makaburi ya mapapa na mafumbo yaliyofichwa kwa karne nyingi. Kanisa hili lilijengwa juu ya eneo ambalo inasadikika kuwa ndiko alikozikwa mtakatifu Petro, mmoja wa mitume 12 wa Yesu. Ujenzi wa kanisa la sasa ulianza mwaka 1506 na, na kuchukua zaidi ya miaka 100 kukamilika likiwa katika kazi ya wasanii kama eh, eh, Michelangelo na, na, na Benin. Ndani ya kanisa hili pana script, yani sehemu za chini ya ardhi, ambapo miili ya zaidi ya mapapa 90 imezikwa. Ni mahali patakatifu na pa heshima kuu, ambapo viongozi wa kanisa huzikwa karibu na kaburi la mtakatifu Petro. Wengine wanaamini kuwa chini ya kanisa hili kuna zaidi ya makaburi, hati za siri, hazina za kale hata vyumba vya siri ambavyo havijawahi kufunguliwa kwa karne nyingi. Kwa muda mrefu maeneo haya yalifungiwa hata kwa watafiti. Mwaka 1940 wachimbaji waligundua kaburi lililoandikwa Petro N, yaani Petro yupo hapa. Hapa Piusi alithibitisha rasmi kwamba mabaki ya Mtakatifu Petro yapo hapo chini ya madhabahu ya kanisa kuu Vatican. Ni mahali penye heshima lakini pia ulinzi mkubwa sana. Mambo mengi hayaruhusiwi kurekodiwa, kupigwa picha wala kuonyeshwa hadharani. Je, Uliwahi kujiuliza ni kwa nini Vatican, nchi ndogo kabisa duniani, ikiwa katika jiji la Roma, Italia na kwa nini Papa alitaka iwe nchi huru kabisa? Karne nyingi zilizopita, Roma ilikuwa kitovu cha moja ya dola kubwa zaidi duniani, dola ya Kirumi katika karne ya nne ambapo Mfalme Konstantin aliruhusu Kristo Roma ikiwa kitakatifu na hapo ndipo Kristo ulipozidi kushamiri. Baada ya anguko la dola la kiuchumi magharibi, Kanisa Katoliki likabaki. Mara Papa akawa si tu kiongozi pia wa kiroho bali pia wa kisiasa akatoa utawala wa maeneo kadhaa ya Italia ya kati yaliyofahamika kama state of church. Lakini mwaka 1861 Italia ilianza kuangushwa au kuunganishwa kuwa taifa moja, lakini papa alikataa kuachia maeneo yake. Hatimaye mwaka 1870 jeshi la Italia likavamiwa na Roma na kumwondoa papa madarakani. Lakini papa Pius alikataa kutambua serikali ya Italia, akajitangaza kuwa mfungwa wa Vatican. Kwa miaka zaidi ya hamsini hakutoka Vatican wala kukubali mamlaka ya serikali mpya. Lakini mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na tisa kupitia mkataba wa Rateina la serikali ya Italia na kanisa Katoliki walifikia makubaliano Vatikani iwe nchi huru, papa apate mamlaka kamili ya kisiasa na kiroho ndani ya Vatikani, Italia ilipe fidia kwa ardhi iliyochukua. Lakini kwa nini papa alitaka Vatikani iwe nchi huru? Kulinda uhuru wa kidini, kuepuka kulinganishwa na siasa, kuendesha kazi za kimataifa kama taasisi ya kidini, kuhakikisha Vatican inasimama imani ya watu wa dunia bila shinikizo la kisiasa. Leo Vatican ni nchi ndogo kabisa duniani, lakini yenye ushawishi mkubwa wa kidini na kidiplomasia. Papa amebaki kuwa kiongozi wa kiloo wa mamilioni ya watu duniani, na haya yote yalianza kwa migogoro mikubwa ya kihistoria. Umejifunza kitu leo? Tuandikie maoni yako. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare katika video hii ambayo nimekuletea. Jina langu naito Chaz.